Prosper Laurent Nkinga eh, ni katibu wa Nindi family yote haya tunayafanya, eh, lengo kubwa ni kuibua mradi ambao tayari tulishakaa kwenye, kwenye serikali ya kijiji kikao, tukakaa na mkutano wa hadhara na wananchi, sisi kama wadau pamoja na serikali tukakubaliana kwa pamoja kwamba tuna, tunaenda kuboresha miundombinu yetu ya maji ambayo kwa kiasi fulani ni changamoto. Tuna vitongoji ambavyo havina maji kabisa. Eh, lakini miundombinu ambayo tunayo ya maji ni chakavu ya muda mrefu. Kwa hiyo, sisi wanakijiji wote tumeazimia kwa pamoja kwamba tunaenda kuiboresha miundombinu ya maji. Bajeti ya, ya, ya, ya mradi mzima inaenda kama Makisio kama milioni ishirini na tano kulingana na mtaalamu. Sasa tumegawa hiyo fedha kwamba wananchi na serikali ya kijiji, wao kwa kupitia mchango wa mtu mmoja mmoja watachangisha wata, wata milioni kumi, lakini milioni kumi na tano inayobaki ita, itapambaniwa na wadau ambao ndio sisi hapa Nindi family, lakini na wadau wengine, ofisi ya mbunge eh, ofisi ya, ya, ya mkuu wa wilaya, ofisi ya mkurugenzi na ofisi nyingine za wadau ambao wanaweza katunga mkono pia Aza ya maji. hapa maji tunayo lakini hayatoshi. Lakini kwa ujumla, sisi kama wananchi tumepokea vizuri huu mradi wa kuboresha miundombinu ya maji, yaani tu, tutakuwa pamoja bega kwa bega, hatua kwa hatua, ili tuweze kufanikisha hili lengo ambalo tumepanga. Uko vizuri sana, wananchi wote wamekubali na tutakuwa wote tutashikamana wote kwa huwa tunapata shida sana sisi kama wamama, wakati mwingine tunapoenda shambani una, unatakiwa kujihimu kwenda shambani, lakini unawaza hamuna, maji ndani hamna, uende ukachote maji, kwa hiyo unacherewa. Kwa jina naitwa Addison Valentine Njeri, ni mwenyekiti wa kijiji cha Nindi. Changamoto ni, ni kubwa sana, maana kijiji cha Nindi kweli tuna vyanzo ambavyo vilivyokuwa vimeanzia mara ya kwanza, kwa sahizi vile vyanzo maji yake ni machache kidogo, lakini tunahitaji tuboreshe vyanzo ingine pia kijiji changu cha Nindi, lakini swali lingine, niwashukuru wana Nindi family, mmeunga mkono hoja ambayo hata kupitia mkutano ilizungumzwa swala la huduma ya maji, walikuwa na mradi wa maji ambao ulifadhiliwa na kanisa, lakini leo hii kukuta cha wana Nindi family mnakuja kushika mkono katika. Nilimwagiza wataalam walikuja, wakapitia mradi, baada ya kupitia ikagundulika kwamba mahitaji ni makubwa. Kwa hiyo wakuwa wanaenda kwa ajili ya kufanya design, ni waombe sana, wakati uka anaenda kutekeleza mradi huo muungane pamoja na timu ya RUWASA ili tusifanye katika tusifanye katika viwango vya chini, ili tufanye katika kiwango cha juu, na kama kutetajika kuongeza fedha basi serikali tujue, tunaongezaje, ili tutengeneze ni kubwa zaidi ya ndugu zetu wa eh, kimsingi mimi naunga mkono sana wananchi ambao wana mapenzi makubwa na wilaya yetu ya Ludewa. Eh, na hii imejitokeza pia, kulikuwa na sherehe inaitwa Lupingu Day, kila mwisho wa mwaka wanakuwa watu wa Lupingu wanarudi pale wanafanya sherehe kufanya manda E, na imeanza kusambaa maeneo mengine, kwa hiyo niwapongeze sana wana Ludewa ambao wana mapenzi na mema, mapenzi makubwa na wilaya yetu ya Ludewa. Hii itatusaidia sana kuwa chachu ya kusaidia ndugu zetu kule, saidia wadogo zetu wapate elimu bora. Kama hivi wenzetu wa Nindi wameibua mradi wa, wa maji, mimi nawaunga mkono, na bunge tunaloanza Januari nitakwenda na ajenda hiyo e, ili bunge la budget, kijiji cha Nindi kiweze kupewa mradi wa maji kutoka ile milima ile inayotoka Ludewa. Kuna vyanzo kule vingi tu, kwa hiyo serikali utaiomba iweze kuingiza kwenye bajeti, itenge fedha kwa sababu mradi ule una, unaotakiwa pale ni mradi mkubwa na maji kwa kodi mengi kule kujengwa na tenki kubwa yanaweza akaenda kuhudumia mpaka kijiji cha Mtumbati.